Umeoa mke wa kwanza, mmegombana, mmeachana. Mke wa pili, mmeachana. Kumbe mtaani kuna binti ulimchezea, ulicheza hisia zake. Mwenyezi Mungu hajalala, anayaona yale yale machozi, yanakufu, yanakusindikiza yana, yana yale machozi. Lakini pia kuna baadhi ya wanawake wanalia, mume wake alomuoa hana ihsani naye, anampiga, anamdhulumu hela ya kula mpaka wagombane, anamdhalilisha, amefuata hawara. Sehemu nyingine, huyu mwanaume anamtesa mwanamke. Ndio maana unakuta wanaume wengi wamefungwa mikono, wana madeni makubwa, hadith wala haraji, wana maradhi, hata wakitafutwa nini sababu ya maradhi, hawaonekani kinachowasumbua. Wanaume ni machozi ya wake zao. Machozi yako ya aina nyingi. Mwenyezi Mungu pia anatafuta machozi anamhusu yeye, lakini pia anatizama chozi la mwanamke. Anayemdondosha mwanamke machozi, huyu ni muuaji. Yaani miongoni mwa wauaji ni kumtoa mwanamke chozi. Unajua machozi yako ya aina tatu. Aina ya kwanza, kuna machozi ya furaha. Mtu akifurahishwa moyo ukapata habari njema, unamkuta mtu anatokwa na machozi. Na mwanamke ukimhendeli, ukamtunza, ukampa heshima, ni mke wa fulani wewe, anapita mpaka akatoa chozi la familia, lazima mwanaume ufanikiwe. Ndo maana unakuta unafanya mambo usowea mudu, hizi gari hizi, mmenunua saa ngapi? Haya majumba, Shekhe, naona mambo yanaenda enda tu. Hawa watu wa nyuma hawa, wallahi, wana mchango mkubwa wa sisi kufanikiwa. lakini pia machozi ya pili ni machozi ya huzuni. Moyo ukitoneshwa, moyo ukaumizwa, unadondosha mtu machozi. Na mwanamke kama atadondosha chozi la furaha, kila tone moja linashuka na maelfu ya baraka, lakini akidondosha chozi la huzuni, haya ni machozi ya laana, ni machozi ya sumu, kila tone moja hushuka na matirioni ya laana, na hii ni misukosuko kwa wanaume. Mwanamke analia njia tatu. Mwanamke ana tabia ya kulia ndani kwa ndani, wana mengi vifuani, wana vifundo vingi. Lakini unamkuta mwanamke kaudhishwa, analia ndani kwa ndani. Kwa nini analia ndani kwa ndani? Anaficha machozi yake ili watoto wasije wakayaona kwa sababu wakiyaona yale machozi, huzuni zitatoka kwa mama, zitakuja kwa baba. Kwa hiyo wanawake wengi wanalia sana, lakini wanalia ndani kwa ndani. Ikiwa matatizo yamezidi, kero zimezidi, wanatoa machozi nje. Ukimwona mwanamke anamwaga machozi nje, ujue ameshalia ndani kwa muda mrefu sana. Sasa kuna wanawake wengine wanalia ndani na nje lakini pia kuna watu hawana huruma, mpaka ile chupa ya machozi wameikamua imeisha kabisa, mpaka wanawake hawalii tena. Kuna baadhi ya wanawake washalia sana ndani kwa ndani, wakalia ndani na nje, hivi sasa machozi hamna tena, yashakauka. Sasa mwanamke akifikia steji ali tena, anabadilika kutoka binadamu, anaweza akawa mnyama dakika yoyote. Waashiru hunna bil ma'ruf, kina mama Waislamu, unataka tukuzeni tuku tukuleeni tukuongozeni. Na mwanamke hana tabu, ukimwonyesha mwanamke mapenzi utapata kila kitu kutoka kwake. Mwanamke ukimwonyesha mapenzi tu, hata dini atafuata kwa urahisi, atavaa hijabu, alimradi akuridhishe we mume wake na mola wake. Lakini usipomwonyesha mapenzi huyu ni mke wa shekhe na haswali, na hata ijabu inamshinda, mnagombana, hujamwonesha mapenzi. Kwa hiyo hata dini kwa wanawake shortcut, kwanza tuishi nao kwa wema, wadekezwe, walelewe, wapewe huduma, wapewe haki zao, wanawake waheshimiwe. Haijatokea jamii ya Kiislamu akadhalilishwa mwanamke. Kuna mkataba uliwekwa masharti zama za Mtume, lakini alivyodhalilishwa mwanamke mmoja tu mmoja tu, Mtume aliuvunja ule mkataba. Zama za saina Abu Bakar ni Siddiq, Kisra Kaisar alimteka mwanamke wa Kiislamu. Siku tatu ndugu zake wanafuatilia mpaka watu wakaja na maneno makali kwa khalifa saina Abu Bakar, ya khalifa ta rasul, ewe khalifa wa Mtume, ewe mwanafunzi wa Mtume, huyu mwanamke ametekwa. Ingekuwa zama za Mtume Muhammad tayari ashashughulikiwa. Akombolewe vipi? Saina Abu Bakar basi, kwa sababu mwanamke ametekwa, akaandika barua ya kishujaa, min khalifati rasulillah ila kalbi Rum, kutoka kwa mwanafunzi wa Rasul kwenda kwa, kwa mbwa hasa wa Roma. Angalia, sahaba anamwita mfalme mbwa kwa sababu kamdistro kacheza na mwanamke. Nasema mwachie huyo mwanamke haraka, tena akiwa anacheka na tabasamu, usimdhuru. Na wallahi nakuapia, usipomwachia baada ya barua hii leo kukufika nitakutumia jeshi maka nzima. Mwanzo wa jeshi hilo msafara wake upo kwako na mwisho uko kwangu, na bado linatoka jeshi hilo, kwa sababu mwanamke mmoja. Mfalme wa Rum akatetemeka, barua kama ile, akaandamisha maneno yake, afu akamtumia mfalme wa China Kisra, akamwambia unamuona kijana wake Muhammad. Muhammad mwenyewe akitumia message huleta heshima huyu ana adabu, ananiita mimi mbwa. Huyu mwanamke sitaki kumwachia, lakini huyu, unaona, ataingia kwenye mapigano, akipigana utaniazima jeshi, mfalme wa China. Ambia ulipoingia pabaya, shehe, umemshika mwanamke alafu usinipiganishe na watu ambao lau khalau al jabal biaidihim la khalauha. Hao watu kama ataamua kungoa milima kwa mikono yao wanaweza akafanya Muhammadun wasuba watu wengine hao wanathamini wanawake, antum damartum nisa, nyiye ndio mmezoea kudhalilisha wanawake, wao wanamheshimu mwanamke. Mwachie mwanamke! Akatoa askari wa kiroma elfu tatu wakamgadi mwanamke akiwa juu ya mnyama, wakiwa wanamwimbia mpaka anapelekwa kwenye serikali ya Kiislamu. Mwanamke huyu mmoja We wanawake sita wote, umeoa, umeacha, umewafanyia vibaya vibaya, unawazini kila leo. Hivi ukikutana na mtume utamwambia nini? Mtume Muhammad, wanawake tuishi nao kwa wema. Lakini nanyi kina mama, kwa sababu hali zimeharibika, muwe na basira, hasa masuala ya mahusiano. Mabinti zenu muwe mabinti mkubali kuambizika, mwasikilize wazee, msiende hovyo, mnaenda kupata tabu katika mahusiano. Leo ni kamba ya kumtesa mwanamke, inatakiwa muwe makini kwa kiasi kikubwa, kufuata mila za Kiislamu mahusiano yote duniani. Mahusiano ni kitu kinachorani dunia, sio ukishakuwa tu ushakuwa mwali basi huambiziki. Hapana bwana, sikio halipiti kichwa. Mtizame mamako, mpaka leo yupo kwenye ndoa, kafanya nini? mahusiano duniani ni mafiga matatu. Mafiga matatu: figa la kwanza mwenza sahihi, figa la pili mahusiano sahihi, figa la tatu wakati sahihi. Hivi vitu ukivikosea utalia mpaka utaingia kaburini. Usiingie kwenye mahusiano kwanza, hakikisha yale mahusiano yako ni sahihi. Uliza wazazi wako, huyu mtu kaja ni sahihi? Uliza mashekhe, huyu ni mtu sahihi? Usimwone tu Sheikh Uthman Michael kaja leo Singida, kaongea kwenye mimbari, yule ndo chuma kile, unanijua haunijui, na kupitia hivi unakuta unapigika kweli kweli. Mwenza sahihi, kama mwenza ni mtu sahihi, je, mahusiano yenu ni sahihi? anaweza akawa mtu sahihi, lakini mahusiano yenu si sahihi. Ni mtu sahihi, lakini mmeanza kwa kuziniana. Huyu atakuwa mtu sahihi huyu, inawezekana mwenza. inawezekana mwenza ni sahihi, mahusiano ni sahihi, lakini wakati si sahihi. Hiyo kuna baadhi ya mabinti walikuwa very happy sana, walikuwa na furaha, wanacheka, lakini baada ya kuingia katika mahusiano yasiyokuwa sahihi, hawana furaha tena kila siku wanalia. Kuna mabinti kabla hawajaolewa walikuwa wakitononoka wanapendeza, sasa hivi kila siku wanazeeka, yaani ukitizama huamini. Walikuwa wakionana marafiki zao, sasa hivi utafikiri ni mizuka, hawaonani hata na ndugu zao, sijui wamefukiwa wapi. Hakikisha usiolewe na mtu unayemfahamu. Olewa na mtu unayemjua. Usiolewe na mtu unayemjua, olewa na mtu unayemfahamu. Kufahamu na kujua ni vitu tofauti. Kumjua mtu ni juu juu tu, mmekutana mashuleni huko, mmekutana kwa mihadhara kama hivi, unaona. Katika ile kundi lilokuja na Sheikh Uthman kuna mmoja atafuta mchumba. Wewe huyu unamjua tu juu juu lakini kumfahamu mtu ni kuingia undani wake, asilia yake, huyu ni nani, yuko vipi hasa. Hapa mjini kuna mambo ya ajabu, mtu anaweza akatengeneza uchumba bandia, wakwe bandia. Kule Dar es Salaam kuna mama anamsikitikia, alikuja kuposwa na mume anayemjua lakini hamfahamu, wakaenda kuishi Zanzibari, wameishi miaka mpaka wamezeeka. Juzi yule mama yule mume anamwambia yule mama, anti talika lakad batattukie thalatha, nimekupa talaka tatu, shakuacha. Kwa nini? ba fulani, bora yani ambia, bora nikuache. Nimekukosea? Niambia. Huja kosa, ila mimi bwana ni mchawi. Katika kikao chetu cha wachawi, tulikuwa tunatafuta mtu mwenye nyota yenye nguvu, tusafirie nyota yake Tumchukue, tumle nyama, tumuue, ikaonekana wewe we. Sasa njia ya kukudanga nzuri, nichukue nyayo zako nywele zako, hakuna njia isipokuwa njia ya kukuoa kwa hiyo nikakuoa. Lakini Mungu anakupenda, nimekufanyia kila visanga, tukuue hufi. Ndio maana mimba zako zote zinatoka na kuchawia mimi watoto wote hao, si tushawala nyama sasa nimeona nimeshindwa. Huna faida, bora ni kuache mwenzangu, lakini nimekuwekea vitu vya hatari hata mimi mwenyewe nikijaribu kuvitoa siwezi tena. Na atakaye vitoa huyo fundi, kwa heli ndugu yangu, nishakuacha. Mama anaumwa hatari. Ndani ya ndoa miaka arobaini na moja anateseka. Kuvamia vamia tu. Kimona mtu ashakuja na kanzu yake, basi ushachanganikiwa. Unamfahamu? Hasa jamani nini, mpaka uchumba mtafute kwenye Instagram kweli? Kweli kwenye Facebook unatewa mchumba na we, haya ushako. Hivi sasa, mchumba wako kama ni muongo, mkiwa ndani ya ndoa atakuwa muongo zaidi. Kama ana tabia ya uzinifu, uzinifu. Hamjaoana afu anataka kukutorosha huyu, usimvumilie huyu. Akiwa ndani ya ndoa atakuwa too much, we bado unafuga maradhi kweli jamani. Ni kuolewa ni jambo muhimu, lakini hakikisha huyo mchumba wako umeridhika naye kwa asilimia mia, mia. Wallahi kama hajafika asilimia mia hata kama mshapokea mahari rudisheni. Afadhali uvunje uchumba kuliko kwenda kuvunja ndoa baadaye. Ukivunja ndoa baadaye wewe ndio itakukosti. Utaachwa na vitoto vitatu vinne. Havina baba. Sasa kila akipita mwanaume barabarani vinamkimbilia. Baba baba, ui, ui, ui, ui. Sio babako. Mama, babangu yuko wapi? Unamdanganya ambaye amesafiri. Alafu unajifungia ndani unalia. Nini maana yake? Unazijua sifa za mwanaume? La ajabu la leo sifa ya mwanaume akutolee mahari, lakini aibu. Huruhusiwi kuolewa na mwanaume ambaye hawezi kukutunza jibu, utamtunza wewe mwanaume? Mahari hana na wewe ushavurugwa, huambiziki, unafanya kazi zako. Sasa unamwambia basi, mimi baby, nitalipa mimi mahari, mnadanganyana huko mshahara wako unakopa laki tatu, laki sita unampa akapeleke mahari, naye akiingia kwa kifua kikubwa, wazee, nimeleta ile mahari, inapokelewa watu wanakula kwa shangwe, maskini wanakula mali ya binti yao. Huyu hatokutunza, utapata changamoto wewe. Rudini kwa wazee, rudini kwa mashehe. Mnisamehe kama nimeongea kwa ukali. Wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mama zangu Me, mefaidika, mjafaidika, tumwambia shekhe jazakallahu khair. Na maneno mengine yanaliza, kua nikiangalia macho ya baadhi ya mama zetu hapa eh, lakini ndio dawa. Lakini ni visa ambavyo ni waqi'i viko, na ukitaka kuyajua hayo Yaani mi ndo nayajua zaidi kwa sababu kila kukicha niko kwenye meza ya, ya malalamiko. Mpaka wanaume wengine tamania nio na bakora pembeni hapo tuwachape aliyosema shekhe wanawake yani, wanateseka ni yani, wanateseka kweli. Yungu kuta binti wa watu ni mzuri shekhe, uja anatembea na bakora kwenye gari, ni mzuri lakini alieingia mahala alipoingia, yani unaweza ukashangaa. Huyu alikosa nini huyu? Huyu alikosa nini huyu? Sasa mama zetu tunatamani Sheikh